Popo, kiumbe wa usiku mwenye siri nzito na faida kubwa sana. Karibu tena kwenye Daily na Mimi. Leo tunamwangazia mnyama wa ajabu sana, popo. Wengi wetu tunamjua kama mnyama wa usiku wa giza, na wakati mwingine hata tunaogopa kumwona akiruka lakini leo utagundua kuwa popo si mnyama wa kawaida, ni kiumbe mwenye siri, hekima ya ajabu, na faida ambazo huenda hukuwahi kuzisikia. Moja. Popo ni ndege? Hapana, ni mnyama mwenye manyoya anayeruka. Unadhani popo ni ndege? Hapana kabisa. Popo ni mnyama pekee mwenye uwezo wa kuruka kama ndege wa kweli. Ana manyoya, hulea watoto kwa kuwanyonyesha, na ana akili kubwa ajabu. Akiwa na mabawa yaliyotengenezwa kwa ngozi laini iliyonyooka juu ya mifupa ya mikono yake, popo huruka kimya kimya kama kivuli kinachopita gizani. nne. Anaishi wapi? Sio porini tu, hata nyumbani kwako. Popo hupenda giza, sehemu tulivu na joto la wastani. Anaweza kuishi kwenye mapango, chini ya madaraja, ndani ya miti mikubwa, au hata juu ya paa la nyumba yako. Kuna aina zaidi ya elfu moja na mia nne za popo duniani na kila mmoja ana makazi anayoyapenda. Tatu, faida za popo, mlinzi wa mazao yetu. Hapa ndipo siri kubwa ya popo ipo. Popo ni shujaa wa kilimo na mazingira. Popo mla wadudu hula zaidi ya mbu elfu moja kwa saa moja. Hii ina maana anasaidia kupunguza malaria na magonjwa yanayosambazwa na wadudu. Wanaokoa wakulima kwa kula wadudu waharibifu wa mazao. Hii hupunguza matumizi ya viuatilifu vya sumu. Popo wa matunda husambaza mbegu kwa kula matunda kisha kuziachia ardhini, hivyo huotesha misitu. Kwa kifupi, popo ni msafishaji wa mazingira, daktari wa asili, na mkulima wa kisiri. Nne, siri ya uzao wa popo, upendo na ulinzi wa ajabu. Kama binadamu, popo huzaa mtoto mmoja tu kwa wakati mama popo hulea mtoto wake kwa uangalifu wa hali ya juu. Humshika kwa mabawa, humpeleka kula na humnyonyesha kama mama wa kibinadamu. Watoto wa popo huzaliwa wakiwa vipofu, lakini hutegemea sauti za mama yao. Popo ana uwezo wa kutambua sauti ya mtoto wake hata kati ya maelfu. Sita, Popo hatumii macho, anatumia sauti kama rada. Popo si kipofu, lakini usiku akiruka anatoa sauti ya juu sana isiyosikika kwa sikio la binadamu, na kisha anasikiliza jinsi sauti hiyo inavyorudi. Ndipo anajua kama mbele yake kuna ukuta, mti au wadudu. Teknolojia hii ya asili inaitwa echolocation, na hadi leo wataalamu wa ndege na mitambo wanaiiga popo. Ni mtaalamu wa usiku, anaona kwa masikio saba. Imani potofu: popo si mchawi, si mbaya, ni rafiki asiyeonekana. Katika tamaduni nyingi popo huchukuliwa kama ishara ya uovu au uchawi, lakini ukweli ni kwamba popo ni kiumbe wa faida na asiyemdhuru mtu bila sababu. Hana sumu, hana makucha ya kukuvunja, hana nia mbaya. Anaishi maisha yake ya usiku kwa utulivu na heshima kubwa kwa mazingira. Hitimisho. Usiku unaposhuka, kivuli kimya kinapaa, ni popo. Kwa macho ya kawaida anaweza kuonekana wa kutisha, lakini sasa tunajua, popo ni msiri mnyenyekevu, mlinzi wa mazingira na mama bora wa wanyama wa usiku. Wakati mwingine mashujaa halisi hawakai kwenye jukwaa, wanapaa gizani kimya kimya kama popo. Wito kwa watazamaji, call to action. Je, ulijua yote haya kuhusu popo au ulikuwa unaogopa hata jina lake? Mwandaji wa makala hii ni Ali Kasim Ali. Tuandikie kwenye comment, na kama umejifunza kitu kipya, like video hii, share kwa wengine, na usisahau kusubscribe hapa daily na mimi, kwa makala nyingi za kusisimua kila siku.